Tunashika nafasi ya sita, lakini watu wanajiuliza mbona imekuwa ghafla hivi? Kuna nchi kama vile zimetusogelea sana, ambazo zilikuwa hata zitarajiwi, ikiwemo Mali, DRC. Yeah, yeah. Eh, imekuwaje? sisi tumekaribia huku kuliko kupanda juu kwenye hivyo viwango bwana? Uh, wanaangalia kuna kriteria zao ambazo wanaziangalia vigezo ambavyo wanaviangalia ikiwemo performance ya uh, timu katika uh, michuano ya kimataifa, baadhi ya vitu wanaangalia, sio zote, lakini uh, ni kitu ambacho kama makadirio tu mona. mm. kama makadirio, lakini hawafuati uh, in details kabisa mm. lakini pia ndani yake uh, hili shirika ambalo linafanya uh, utafiti huu mm. wapo watu wengi sana walikosoa Mm. walikosoa, naona kama ni shirika dhaifu katika upangaji wake wa vigezo wa, wa, wa, wa mm. vya kuwa hii ligi bora, hii sio ligi bora. Kuna vipindi haijulikane hasa kitu gani ambacho wanakizingatia moja kwa moja cha kuita hii ligi bora. Naomba yes, uh, orodha, no, no, no, no, niwe nayo hapo. Kuna vitu mimi mwenyewe pia nimekuwa nikivichallenge <laughs> kutokea katika, katika hii takwimu, kwa mfano uh, hapo akiangalia kuna ligi ya Mali mm. sawa, ligi ya Mali na ligi ya Angola ni Gira mm. bola, sijui ligi ya Mali na mzidi nini ligi ya Angola mm. sijui, kwa sababu tukienda kwenye kigezo cha performance ya team. timu zake katika michuano ya kimataifa, Mali tunapozungumza klabu yao ambayo imekuwa angalau inatokea tokea hii, group stage, ya, yeah. Group stage kidogo robo finali, ya Confederation wameondoka Joliba, lakini Joliba. pia wanatokea Joliba pia mara moja moja. Mm. Group stage wameondoka wanatokea pia Angola msimu uliopita tu mm. Walikuwa na Bravo, Domarkis, group stage, mm. walikuwa na CD, Lunda, Sul katika group stage mm -hmm. Walikuwa na Esperanza uh, Sagrada, Sagrada. Mm -hmm. Katika group stage ilikosekana Petro peke yake ambaye alitolewa kwenye preliminary round na na Manyema, lakini tofauti na hapo alipeleka timu tatu, na ukiangalia nyuma ya hapo, Petro imekuwa ikitokea yeah. Kwenye hizo tu mpaka mm -hmm. walifika mpaka robo mara ya mwisho ile, wanatoa na Mazembe. Ehe, kwa hiyo alitoa robo na Mazembe, Mazembe ndio kaenda nusu yes, yes, yes, na Ahli. Kwa hiyo ukiangalia unaona vigezo gani ambavyo hawa wanavitumia kwenye eneo hili la performance ya timu. Tukija kwenye swala la kimiundombinu ya viwanja, mali wanachwa mbali sana na Angola. Angola ni taifa ambalo limepiga hatua sawa, wana changamoto ya unajua, walianda Afcon elfu mbili na kumi. Mm. wamepitia changamoto hapa kati ya viwanja vingi kusahaulika, havifanyiwi ukarabati. Kwa mfano hawa Bravo Hawa walicheza na Yanga, Bravo, si ndio? Bravo do Marquis ilibidi wacheze nyumbani kwao, ushaona, lakini walilazimika kuhama nyumbani kwao. Na nyumbani kwao mm. wakalazimika waende 11 Novembro Luanda, kwenda kufata uwanja wa 11 Novembro ili wacheze mechi zao mm. uh, havikidhi tu kwenye matakwa ya kafu. Ila kwenye matakwa ya ndani wanacheza mechi zao wakiwa ndani, kwa hiyo ukienda kwenye kesi ya mali unajiuliza sababu, uwanja wao mkubwa kuna uwanja wao mkubwa una jina la tarehe, ushaona mm. ndo at least huo uwanja wa taifa, lakini viwanja vingine bado ni vidogo sana ukilinganisha na hivi viwanja vya mali, I mean vya Angola. Kwa hiyo hilo ni eneo la pili. Eneo la tatu tukienda kwenye daraja la wachezaji mm, kwa maana ya kuuza na kununua sio, uh, na thamani ya wachezaji ambao wako ndani, mali ligi yao aitengenezi wachezaji wengi ambao wanauzwa kwenda maeneo mengine, ila akademi zao na timu za vijana ndo zina export wachezaji wengi kwenda maeneo mengine mbalimbali, sio ligi kuu. Tukienda kwenye kesi ya ligi kuu wao na Angola inawezekana akawa katika eneo moja, lakini tukija kwenye thamani ya malipo ya ndani, unaona bado Angola wako juu ukilinganisha na Mali. Sawa, kwenye klabu zao, kwa mfano kama wachezaji ambao wanalipwa Petros de Luanda hakuna uh, yaani, yaani ukilinganisha na wanaolipwa st milioni unaona hishu tofauti kabisa. Kwa hiyo Angola unajiuliza, kwa nini Angola anazidiwa na Mali? Kwa hiyo ndo ndo hizi baadhi ya maeneo ambayo watu wanajiuliza kitu gani ambacho wanakizingatia.